Wapendwa katika Kristo karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo. Ni Dominika ya 32 ya mwaka C wa kanisa, na tena leo tarehe ya tisa ya mwezi Novemba, mama kanisa mtakatifu anafanya sikukuu ya kutabarukiwa kwa basilika la Laterano. Masomo yetu ya Dominika ya leo, somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Makabayo sura ya saba aya ya kwanza hadi ya pili na aya ya tisa hadi ya kumi na nne. Tena somo la pili ni waraka Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya pili aya ya kumi na sita hadi sura ya tatu aya ya tano na injili yetu itatoka kwa mwinjili Luka sura ya ishirini aya ya ishirini na saba hadi ya thelathini na nane. Sasa tuisikilize Injili. Baadhi ya Masadukayo wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, na mtwae huyo mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba, wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wapili akamtoa yule mke akafa hana mtoto, hata watatu akamuoa, na kadhalika. Wote saba wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo, atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akamwambia wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa lakini wale wahesabi yao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi wala hawawezi kufa tena na kwa sababu huwa sawasawa na malaika nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti hapo, alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Wapendwa, kabla ya kuendelea na tafakari na kwa sababu ya umuhimu wa sikukuu hii ya leo, niwaalike kwanza wote tujue nini maana ya neno basilika, kwa sababu kwa kulisikia neno lenyewe linakupa hamu ya kutaka kulifahamu zaidi. Wapendwa, neno basilika ni neno la Kilatini lilotokana na neno la Kigiriki basilike na kwa Kiebrania linaitwa Beit Neset linalomaanisha ukumbi wa kifalme au ua ya kifalme. Hapo palikuwa ni mahali ambapo mfalme alitumia katika utawala wake kwa ajili ya mikutano, na muda mwingine ilikuwa ni sehemu pia ya kutolea hukumu. Katika maana ya kikatoliki Basilika ni cheo cha heshima kinachotolewa na Papa kwa kanisa fulani muhimu. Jengo hilo la kanisa hutambuliwa na kupewa upendeleo maalumu na Papa. Tena basilika zimegawanyika katika aina kuu mbili. Kuna basilika kuu ambazo zipo nne ulimwenguni kote, hizo zinaitwa pia basilika za Papa na pia kuna basilika ndogo ambazo zipo nyingi duniani. Basilika kuu eh, hizo ambazo ni nne, ni ya Mtakatifu Yohane huko Laterane, Mtakatifu Petro, Mtakatifu Paulo ambazo ziko nje ya kuta na Mtakatifu Maria Majore. Zote hizo ziko Roma. Basilika ndogo ni makanisa muhimu huko Roma na kwingineko ulimwenguni ambayo yanakidhi vigezo fulani na hivyo basi kupewa upendeleo maalumu ya kanisa. Basilika hili la Leterano ambalo leo ni sikukuu yake lilianzishwa katika karne ya nne na Mfalme Konstantini na kuifanya kuwa basilika kuu ya kwanza huko Roma na kanisa kongwe zaidi la umma katika jiji hilo. Huwe basi, tangu mwanzo limekuwa ni kanisa kuu la Roma na makazi rasmi ya papa kwa karne nyingi. Basilika hii ilifahamika kwa jina la kanisa mama, yani ni mama wa makanisa yote ya kikatoliki duniani. Sasa basi, niwaalike kwa ufupi tuweze kuona historia yake, na hiyo ilikuwa ni karne ya nne, mnamo mwaka 324 baada ya Kristo, mtawala Konstantino aliitoa ikulu ya Laterani kwa askofu wa Roma na kuibadilisha kuwa kanisa. Basilika hili liliwekwa wafu na Papa Silvesta wa kwanza na iliwekwa wafu kwa mtakatifu Yohane batizaji na mtakatifu Yohane Mwinjili. Hapo Laterane ikawa ni makazi ya msingi ya papa kutoka karne ya nne hadi karne ya kumi na nne ikiimarisha hadhi yake kama kanisa kuu la papa na moyo wa kanisa. Hadi leo basilika kuu la Laterani inaendelea kuwa kanisa kuu la Roma, kitovu muhimu cha hija, na kanisa mama la kanisa Katoliki duniani kote. Wapendwa, elimu hii fupi ya Basilika kula Leterano itusaidie basi kuunganika pamoja na kanisa zima duniani kote, dominika hii ya leo, katika kumsifu kumtukuza Mungu katika mambo haya muhimu yanayoimarisha imani yetu, imani ambayo tunapaswa kuilinda kwa gharama yoyote katika ulimwengu wa leo, ambapo basi tunaona vishawishi ni vingi vinavyowafanya watu warudi nyuma kiimani. Sasa basi somo letu la kwanza la kitabu cha pili cha Makabayo limebeba dhana hii kubwa ya kuitetea imani, ikionyesha ujasiri wa ndugu wale saba pamoja na mama yao waliokuwa tayari hata kufa kuliko kuvunja amri za wazee wao. Sisi basi kama Wakristo tunaalikwa kuiga moyo huo wa kishujaa na ujasiri katika kuilinda kuitetea imani yetu, ambayo ni zawadi ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Ndugu zangu, leo Kristo anatufundisha kuwa maisha baada ya kifo yanapita ufahamu wetu wa kibinadamu, na tumaini letu juu ya maisha ya umilele ni kweli, na imani yetu juu ya maisha baada ya kifo ni hakika. Hivyo basi kama Wakristo tunapaswa kuishi katika tumaini hilo daima tukiongozwa na Mungu mwenyewe na kamwe changamoto za dunia hii zisitufanye tukakengeuka katika kuishi vyema imani yetu tena tunaalikwa kujua kuwa Mungu yupo nasi daima hivyo basi katika majaribu katika matatizo katika shida na magumu yote tunayopitia ulimwenguni yatapata ufumbuzi mara tu tukiamua kumshirikisha kumshilikisha Mwenyezi Mungu. Tena hakuna kukata tamaa, wapendwa, tunaalikwa tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nguvu, ujasiri wa kuendelea kuyapokea mateso ya nyakati hizi na kuyavumilia kwa saburi kuu, ili tuweze kuurithi uzima wa milele na tukiongozwa na somo letu la pili la waraka wa Mtume Paulo kwa Thesalonike, ambalo basi tunaalikwa kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu azidi kutuimarisha katika imani hii kwa upendo mkubwa, tukiwa tayari kuishi vema kwa saburi na kuyapokea hayo yote, tukiiga basi mfano wa wale wana saba kwenye somo letu la kwanza, ambao walisimama thabiti katika imani wakiamini kuwa kwa mateso haya ya dunia ni ya muda mfupi tu, watapokea tumaini la uzima wa milele na sisi basi kamwe tusikubali wala tusiingilie tusi, tusi mitindo ya ulimwengu huu na hata basi tukamkana Mwenyezi Mungu. Tuamini kuwa imani hii ambayo Mungu ametupa katika maisha yetu ndiyo basi itakayotupatia uzima wa milele. Tunalikwa basi wewe na mimi Dominika hii ya leo kusimama imara katika imani yetu, tukijua kwamba tutapitia magumu na shida nyingi ambazo kwa kweli ni za muda mfupi, ila basi kuna tumaini la uzima wa milele ambalo ndiyo zawadi tutakayopokea kwa utayari wetu wa kuishi imani yetu vyema katika ulimwengu huu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kutakia Dominika njema na Mungu akubariki sana.